Uwaligani apo ulipo mtazamaji na msikilizaji wa Pekupeku Peku TV, hii leo ni ruhusu tudurusi historia kamili ya Wafula Chebukati. Wafula Wanyonyi Chebukati alikuwa mwanasheria na kiongozi mashuhuru wa Kenya aliyejulikana zaidi kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2023 alisimamia uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2017 na mwaka 2022 ambao ulikuwa na ushindani mkubwa na changamoto nyingi za kisheria na kisiasa. Kwanza, karibu. Mimi ni Emmanuel na hili ni gari la historia. Hebu tuliabiri. Chebukati alizaliwa tarehe 22 Disemba mwaka elfu moja na tisa sitini na moja katika kaunti ya Bungoma magharibi mwa Kenya. Alilelewa na jamii ya Waluya ambapo alihudhuria masomo yake ya msingi na sekondari kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Katika chuo hiki alipata shahada ya sheria na baadaye aliendelea kupata leseni ya kuwa wakili wa mahakama kuu ya Kenya. Baada ya kumaliza masomo yake ya sheria, alijiendeleza kitaaluma kwa kusomea masuala ya biashara na usimamizi, jambo lililomsaidia katika safari yake ya uongozi. Alikuwa mwanasheria mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 30 kabla ya kujiunga na IEBC. Alianzisha kampuni yake ya wakili, ambapo alihudumu kwa muda mrefu, akishughulikia kesi za kibiashara, masuala ya ardhi na sheria za kikatiba. Katika siasa, aliwahi kujaribu kuwania ubunge katika eneo la Saboti mnamo mwaka elfu mbili na saba kupitia chama cha ODM, lakini ya kufanikiwa kushinda kiti hicho Baada ya kushindwa, aliamua kujitenga na siasa za moja kwa moja na kuendelea na kazi yake ya uwakili. Mnamo Januari mwaka elfu mbili na kumi na saba, aliyekuwa rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta alimteua Wafula Chebukati kuwa mwenyekiti wa IEBC, akichukua nafasi yake Ahmed Isaac Hassan. kuteuliwa kwake kulikuja wakati wa mvutano mkubwa kuhusu usimamizi wa uchaguzi huku wakenya wengi wakiwa na wasiwasi juu ya uadilifu wa tume hiyo. Mara tu baada ya kuchukua madaraka, Chebukati alikabiliwa na changamoto za kusimamia uchaguzi wa urais wa mwaka 2017 ambao ulifutwa na mahakama ya juu ya Kenya kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo. Katika uchaguzi wa Agosti 8 mwaka 2017, IEBC ilimtangaza Uhuru Kenyatta kuwa mshindi dhidi ya mpinzani wake mkuu Raila Odinga. Hata hivyo, Raila Odinga alipeleka kesi mahakamani na mahakama ikadai kulikuwa na udanganyifu mkubwa wa kura. Baada ya maamuzi hayo, Uchaguzi wa marudio ulipangwa kufanyika tarehe 26 Oktoba mwaka 2017 lakini upinzani ulisusia. Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi kwa mara ya pili na kaapishwa kama rais wa Kenya kwa muhula wa pili. Katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka 2022, Chebukati alikabiliwa na hali ngumu zaidi alipokuwa msimamizi wa uchaguzi kati ya William Ruto na Raila Odinga. Baada ya zoezi la kuhesabu kura, Chebukati alimtangaza William Ruto kuwa mshindi dhidi ya Raila Odinga. Hata hivyo, tangazo hilo lilizua mzozo mkubwa baada ya makamishina wanne wa IEBC wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera kujitenga na matokeo hayo. Raila Odinga alipeleka kesi mahakama ya juu akipinga ushindi wa Ruto, lakini mnamo tarehe 5 Septemba mwaka 2022 mahakama ya juu ilithibitisha ushindi wa William Ruto ikisema hakukuwa na ushahidi wa kutosha wa udanganyifu wa kura. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2022, Wafula Chebukati alistaafu rasmi kama mwenyekiti wa IEBC. Baada ya kustaafu, alijihusisha na shughuli za kujitegemea na kuandika maoni yake kuhusu demokrasia na usimamizi wa uchaguzi barani Afrika. Alifariki dunia mnamo tarehe 20 Februari mwaka 2025, baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kifo chake kilileta majonzi makubwa nchini Kenya, huku viongozi wa kisiasa na wananchi wakimkumbuka kama kiongozi aliyesimamia uchaguzi katika mazingira magumu na yenye changamoto kubwa. Anasalia kuwa mmoja wa viongozi walioadhiri sana katika historia ya uchaguzi wa Kenya. Atakumbukwa kwa msimamo wake wa kisheria, uthabiti wake katika kusimamia uchaguzi wenye ushindani mkali na uamuzi wake wa kuweka mbele maslahi ya taifa licha ya shinikizo la kisiasa. Aliacha mjane wake Mary Chebukati wa Nyoni ambaye aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya ugavi wa mapato CRA mnamo mwaka 2023, pamoja na watoto wao. Kwa heri.